Na watu sahihi Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunamwona hapa Yusufu anakutanishwa na Farao. Kuna mtu anayeelewa? Ukisoma hii habari, ukisoma hii habari, Yusufu wakati amepelekwa gerezani, alipopelekwa gerezani Yusufu, Biblia inasema walikwepo watu wawili, mwokaji na mnyweshaji. Hebu sema mwokaji na mnyweshaji, walikwepo gerezani. Biblia inasema wamefungwa kwenye gereza la mfalme. Sasa nisikilize, so, atakusaidia. Yusufu alisauliwa gerezani miaka miwili. Kasome biblia yako kwenye Mwanzo 41, nafikiri kasome pale, Mwanzo 41, angalia mstari wa kwanza. Mwanzo 41, angalia mstari wa kwanza, anasema hivi, ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto, na tazama amesimama miaka mingapi? Miwili mizima. Sasa nisikilize, nisikilize, itakusaidia. Mwaka wa kwanza Yusufu alipoingia gerezani, Biblia inasema kule kulikuwa kuna watu wanatakiwa kutoka gerezani. Sasa wakaota ndoto, alafu Yusufu akawatafsiria ndoto, na alipowatafsiria ndoto akawaambia, wewe muokaji, utarudishwa kwenye nafasi yako, lakini muda si mrefu Farao atakukata kichwa chako utakufa. Alafu akamwambia mnyashaji, utarudishwa kwenye nafasi yako na utaendelea kumpa kikombe kama ulivyokuwa unafanya mwanzo kwa Farao. La, jina la Bwana libarikiwe. mm -hmm. Lakini angalia alichosema, akasema mtakapotoka hapa ndani mnikumbuke na mimi kwa sababu sikufanya kosa lolote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu amesingiziwa. Sasa hawa watu walipotoka, wakamsahau. Hebu sema wakamsahau, wow. <coughs> akakaa, akakaa gerezani miaka hiyo, mm. miwili. Ndio hapa Biblia sasa, ukisoma kwenye nbara moja, anasema ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto na akasema amesimama kando ya mtu. Kwa hiyo Mungu alifika kipindi, akasema ya kwamba huyu mtu wangu sasa hivi wakati wake wa kuwa waziri mkuu umeshafika lakini yupo gerezani na kule, ana ndugu, ana mjomba, ana kaka, ana shangazi, yupo katika nchi ya utumwa. Nifanyeje? Akapeleka ndoto kwa mkuu wa nchi. Mkuu wa nchi akaota ndoto, alafu akupatikana mtu yoyote anayeweza kutafsiri ile nini, ile ndoto. Alipokuja kutafsiri jamaa, hawa watu wakawambia, mnikumbuke. Ebu cheke, mwatafsiri ya ndoto alafu anarudi. Tabia ya wanadamu wengi sijui inakuwaje wanadamu wengi unaweza ukawa wengi, wanaweza wakasaidia ukamsaidia mtu kabisa, na baada ya kumsaidia mtu akafanikiwa kwenye maisha, baada ya kufanikiwa kwenye maisha asikukumbuke, asikukumbuke kabisa. Nisikize nikwambie, kama uwaga unasaidia watu, alafu watu unaowasaidia hawakukumbuki ah, au ah, wanakutendea mabaya, usiache kutenda mema katika jina la Yesu. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe, amina. Yaani usiache kutenda mema, nataka nikwambie Wanadamu unaweza kuwatendea mema wakakulipa mabaya. Nataka nikwambia usiache kutenda mema, mema utalipwa na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na kama Mungu atakulipa hapa at, at, atakulipa hapa na atakulipa mbinguni pia, kwa sababu ni kwa sababu mema yana malipo. Mwambia jirani yako, mema yana malipo. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu wasifiwe. Nataka nikwambia siku leo, mema yana malipo mtendee swala la kukulipa mema sio swala lako. Anaweza kakulipa mabaya mpaka ukaanza kusema yaani, huyu fulani nimemfanyia mambo haya na haya, naye hapa kazini nimemsaidia hiki, hapa kwenye biashara nimemsaidia hiki, kwenye elimu nimemsaidia mtu fulani, lakini baada ya kufanikiwa anakusahau ni kitabia fulani kwa baadhi ya wanadamu, wanasahau sasa. Wakamsahau jamaa wa wao wamerudi ulaiani, huu jamaa mwekaji anaendelea kula <laughs> yule mmoja amesha chinjo amemsahau mwenzie, lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu uliopo mahali hapa, wanadamu wanaweza kukusahau lakini Mungu hawezi kukusahau katika jina la Yesu. Wanadamu wanaweza kusahau ndoto zako lakini Mungu hawezi kusahau ndoto alizoweka kwako. Wanadamu wanaweza kusahau maono ulio nayo kama kijana, lakini Mungu waweze kusahau maono ulio nayo. Wanadamu wanaweza wakasahau vipawa vyako wakakuona si kitu, lakini nataka nikwambie siku moja Mungu anakwenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Yeah, yeah, yeah. Kanisa la Bwana sema amina. Kwa hiyo kama umepata nafasi ya kutenda mema, tenda bila kujali utalipwa nini, nataka nikwambie duniani hapa hapa utalipwa, duniani hapa hapa utalipwa, na pia utalipwa na mbinguni pia. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Sema tena amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Sema tena amina. Amina.